Yeah, thank you guys. Uh, tuko Thika Christina Garden, as you can see, awa ni wale wasichana walikuwanga wamehug mti, lakini huyo alishindwa kuendelea alimaliza saa kumi jana, ya alishindwa ka give up juu watu walikuwa anawachekelea sasa. Leo wamekatalia hapa, na wanasema hakuna mtu wa kutoka kwa gava amekuja kuwa support, hawajapewa security, they are fighting depression. ningetaka tu kidogo juu hana energy aongee

serikali yetu ya Kenya, depression is, is real. Mm. iko na mimi ni mtu amepitia kwa hiyo hali, na ndio maana nilikuja kushikilia hii mti mm hapa -hmm. Ndio serikali yetu ya Kenya mm -hmm. aweze kutusaidia kwa mm -hmm. sababu watu wanapitia mambo mingi na unakuta watu wamegonjeka hiyo depression mm. mtu anachukua hatua, anaua watoto wake na anatiua, ndio maana niko hapa uh. Haya, huyu kwanini, ningetaka tuongee na wewe kidogo, kwanini ulilose hope lose hope juu watu walikuwa wanatuchekelea, natuambia hiyo ni ujinga, tunafanya tautia, kazi nyingine ya kufanya We, pole sana uh, umesema hautoki hapa? Mimi nimesema sitoki hapa mpaka gavana yetu akute. Ndio maana nimekuja hapa. Unataka kumwambia nini? in case kama hata kuja atutumamia kwanza ia ha sijapata hata mhon yoyote, na niko hapa hizo siku zote, na sikuni na sikuni. How many years is your baby?

0728 wena bladege 5839008 <laughs> Na pia anasema alifungiwa nyumba. Mwambie kidogo about nyumba yako. Nyumba yangu, guys, ilichomelewa wakati ili nilikuwa mjamzito, nilikuwa mgonjo na nikapewa bed rest kutoka hapo ndio nilianza kulemewa kulipa nyumba. Nilikuwa na biashara yangu o, lakini vile nilipewa bed rest sikuweza kufanya job tena, nikakaa nyumbani, nikarudi e, nyuma, nikashindwa kujilipia nyumba, nika nyumba. E, tukakuwa sasa mwenye nyumba ananifukuza aka nikuenda ushago, nilikuta amechomelea nyumba yangu mlango, na hata unifomu za watoto zilikuwa ndani hata niko na hizo picha za nyumba, niko na messages zenye amenitumia. Ni kitu ya ukweli hizo, yeah, nbe, nyumba. Nyumba waone waone, hizo messages zenye ameniandikia, amenifukuza, amenipea, mpaka alikuwa amenipea two days ni move out, na sikuwa na pesa ingine ila nilimpea, ndio ilikuwa pesa yangu ya mwisho. Uko nataka kugate, ulikuwa nataka kuongea nini? as we proceed tukiendelea. mm-hmm. yeah. oh. bado kwa governor ujue ni wewe wetu tunagojea, nisaidie watoto mm wangu -hmm. warundi shule na kuna mmoja hata nimempeana kwa wenyewe, na siko na, siko na happiness. Mm-hmm. yeah.

hata MCA, deri MCA mm, ajafika. Hakuna mwenye amefika kwa nyuma. It's okay, guys. Hata wenye wako hapa, ndio hizi namba, tumsaidie wa 50, wa 100, wa 20. Acha kulose hope bado tukiendelea eh, madam already Nia, lakini haziachilia juu. Hakuna mtu yeyote mkubwa yeyote gava hajajitokeza, bado ana need support juu, hadi amefungiwa nyumba tunaweka hapa hivi, lakini uko ukona kitu yako hivi. Hivi una uko nayo unaweza kuja lakini, gava bado tunaongojea E, na bado tukiendelea tuko nje tu ya ya gava tu, tuko tuko kwa ofisi ya Kimani tu but we are hoping for the best. Tuja kwa Kimani, ofisi yake, dhika. Ukiangalia huko unaweza ona ofisi ofisi ziko huko tuja tuja, tuko wengi lakini hakuna kitu yoyote imefanyika, lakini tuna hope for the best

koguo no twetereire tuone bado no tunagojea Kimani Kimani matangi huku ni kwako Kiambu ni wewe tunagojea ni wewe twetereire haha tuone uriogwika na tutima hatotoki te madamu achiri apa until ukame na utume ofisi yaku e ni wewe twetereire ni wewe tunagojea hapa